Inachukua hatua zinazostahili za dharura pamoja na za suluhisho la kudumu la tatizo hili ambalo limekuwa likijitokeza. Ninyi mnakumbuka kwamba katika miaka kadhaa ambayo tunapata mvua za aina hii kumekuwa kukijitokeza matatizo ya aina hii, na haya hayajaanza sasa. Ukiwafuatilia wenyeji wazee wetu hapa, watawaambieni na ukiwafuatilia wanahistoria wa nchi hii watawaambieni kwamba tangu reli ya mwanzo ile reli ya Mjerumani kulikuwepo na matatizo yanayojirudia rudia yanayohusiana na masuala ya mafuriko mvua zinaponyesha. Sasa serikali ya awamu ya sita ilipoona jambo la aina hii, imeanza kuchukua hatua za kushughulika na masuala ya mafuriko ili maji yanayopita katika vijiji vyetu kuanzia kule usawa wa Kidunda kwenda mpaka Gulwe yawe kwenye mabwawa na yawe yanapita kwa kipimo ambacho hakitaleta madhara. Na hivi tunavyoongea kule upande wa Kidunda tayari ujenzi umeshafikia asilimia arobaini na zaidi, na leo hii Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma nusu ya serikali. Tuko hapa, tuna waziri mbunge mwenyeji, tuna waziri wa fedha, tuna waziri wa uchukuzi, tuna waziri wa maji, tuna waziri wa kilimo na tuna naibu waziri wa mazingira, pamoja na wataalamu wengine kutoka serikalini akiwemo katibu mkuu wa wizara pamoja na mtendaji mkuu wa TRC. Tutakapotoka hapa mbali na miradi ile ambayo tayari inaendelea tumekubaliana tunaenda kujenga yale mabwawa tisa ambayo yakishajengwa yatafanya tatizo hili la mafuriko kuwa historia. Moja la Kidunda tayari ujenzi unaendelea, lakini bwawa la Kidete nimeambiwa na mheshimiwa mbunge mwenyeji kaka yangu mwalimu wangu kule Rumuma na mabwawa mengine nane lakini pamoja na sambamba na hayo pia, yatakapokamilika utafanyika ujenzi wa mabwawa mengine madogo madogo kwenye mito mitano ambayo inakusanya maji na yanaleta athari hizi. Kwa hiyo niwaambie wananchi wakidete pamoja na wanakilosa na maeneo mengine yanayohusika, serikali haijalala, serikali iko kazini na hivi tunavyoongea, fedha za kujenga mabwawa haya zipo, ili muweze kujua kwamba hatu hatujaanza kushughulikia baada ya mafuriko haya kutokea. Tumeanza kushughulikia masuala haya baada ya tu ya kujua kwamba huwa yanatokea kila baada ya miaka mitatu minne ama mitano inayojirudia ndio maana ujenzi wa bwawa lile kule tayari ni asilimia arobaini, lakini ujenzi wa bwawa la Kidete pamoja na Lumuma tayari fedha yake ilishapatikana, na wale wataalam wa kuweza kutengeneza design pamoja na mambo mengine ya kitaalamu ya kuweza kujenga mabwawa tayari wako kazini, na tunatarajia miezi kama mitatu ijayo watakuwa wamemaliza. Lakini si hiyo tu, pia fedha ya kujenga mabwawa mengine yale sita na yenyewe fedha yake ipo, na kwenyewe kuanzia sasa mpaka tunapomaliza mwaka huu wa fedha mtakuwa mmeshaona hatua ambazo zinafanyika. Nimepita pia kujionea hatua za uharibifu kwenye daraja la reli ya zamani reli ya kawaida, na hapa ambapo palikuwa na unyemele, kunyemelea nyemelea kwa uharibifu, ninyi ndio mko hapa mnaona, mtaona kwamba ni tuta la mto ndo ambalo limeendelea kudondoshwa na maji, lakini design ya reli na nguzo zake mmeona ziko vile vile. Na kwa taarifa ya mhandisi mtendaji mkuu wa TRC, wamesema ni karibu inakaribia nusu ya kiwanja imeenda chini hapo mita 30 kwenye hizi nguzo ambazo ziko kwenye mto. Sasa wale mabingwa wa kutisha watu ambao wanatamani kila dakika pawe na na tatizo ndani ya nchi, tunawaambia kwamba ni taratibu za dunia nzima, panapokwepo na jambo linalotoa alamu kwamba inaweza ikaleta athari, ni kawaida. Masuala ya vyombo vya moto, hasa reli inayotumia umeme ama ndege ama ama meli, huwa tunatanguliza usalama kuliko kuruhusu madhara yatokee kwanza. Kwani niwaagize TRC kwenye jambo hili, wala msipate aibu wala kigugumizi mnapoona kwamba kunaweza kukawa na athari, waarifuni wa Tanzania kwamba kuna jambo la aina hii, tunahisi linaweza lisiwe na usalama, kwa hivyo tunaahirisha. Tusiende kwa pressure, tusiende kwa misukumo na mihemko halafu tukaja tukapata hasara ya maisha ya Watanzania. Duniani kote hivi tunavyoongea, kuna reli nyingine ya kisasa kule Ulaya, nadhani tangu Krismasi haijasafiri kwa sababu ya mvua. Hili ni jambo la kawaida kwamba reli inayotumia umeme, ikija mvua ya upepo, hauwezi ukaruhusu reli ikaendelea kufanya kazi kwa sababu upepo, mvua ya upepo inaweza ikatikisa msongo wa umeme ambao ulikuwa unatakiwa ukawa ukawa, ukawa kwenye uwiano ambao hauko sawa. Kwa hili ni jambo la kawaida kwenye vyombo hivi vya moto. Sio hilo tu, hata maeneo yenye theluji, ikiwepo theluji nyingi, hata ndege huwa wanaairisha zisitue wala kuruka, kwa sababu jambo la usalama ni la kwanza, wana kidede, tunaelewana. Kwa hiyo hizi ndo hatua zinazotakiwa tujiridhishe kwanza na usalama tuzuie lile tuta lisiendelee kuvunjika la mto zile kingo za mto, na baada ya hapo tukishajiridhisha, tunaendelea na safari kama kawaida. Lakini kwa wanakidete tunakwenda kujenga yale mabwawa ili kuweza kufufua uchumi wa wanakidete, kama rais alivyoahidi wa wakati wa kampeni. Mabwawa yale yote yaliyoahidiwa, fedha zake zipo tayari na taratibu za usanifu zinaendelea. Na baada ya usanifu, wizara tangazeni kandarasi zile wakandarasi wapatikane waendelee na ujenzi, ili tunapokuja baada ya miaka miwili ama mitatu ama minne mbele, uchumi wa hawa na kidete hapa uwe umebadilika. Ninyi mnakumbuka haya mabwawa yote haya yatatumika kwa umwagiliaji, na ndio maana leo waziri wa kilimo yuko hapa. Yatatumika kwa ajili ya nishati, kuna baadhi ya mabwawa ambako tumepita kule yatatoa mpaka nishati. Yatatumika kwa ajili ya kuondoa haya mafuriko yatatumika kwa ajili ya uvuvi na yatatumika kwa ajili ya maji kwa ajili ya matumizi mengine. Hii ndio maana halisi ya mama yuko kazini, serikali iko kazini. Hatujaja kwa sababu yametokea mafuriko, hii ni kazi endelevu. Ndio maana fedha zilishapatikana na ujenzi unaendelea katika maeneo mengine. Tumepita tu tuwape pole na kuambia serikali imeshapata suluhisho la kudumu ambalo katika miaka ya mbele haya hayatakuwa yanajitokea. Kwa hiyo niliona niwape pole, tutapita siku nyingine kwa ajili ya mkutano wa kawaida ambazo tutapata fursa ya kuweza kuongea na kusikiliza, lakini leo tulikuwa tunapita katika maeneo haya ambayo yamepata athari ili tuweze kuhakikisha kwamba tunachukua hizi hatua, na leo hii wizara za sekta zote zinazohusika ziko hapo na tukishatoka hapa, hakuna mjadala, ni utekelezaji wa kazi hii ambayo tumewaambieni ambayo ndio ahadi ya serikali kwa wananchi wa Kilosa pamoja na Morogoro kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kuwa tunaondoka na hivi vyombo, kamzingatia uh, kiapo chako, fanya biashara mbalimbali, lakini Dr. Samia wewe nimeoni yangu kuanzia uamuzi huo mwenyekiti wa CHADEMA eh? tunaendelea tunaendelea